Japhet Ngailonga Hasunga atafuatiwa na Mheshimiwa Justina Alkadius Rai, Mheshimiwa Santieli Kirumba jiandaye. Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi hii adimu kwa ajili ya kuchangia katika wizara hii muhimu na katika bajeti yake. Jambo la kwanza nianze sana kwa kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassani kwa kazi kubwa ambayo amekuwa akiifanya katika kuiongoza nchi hii. Tunampongeza kwenye maeneo na mpongeza kwenye maeneo matatu. La kwanza, kuiongoza nchi kwa amani na utulivu na mshikamano mkubwa. Amefanya vizuri sana kwenye hili eneo. Lakini la pili kwa kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo kila mahali, kila kona, kila mkoa, kila wilaya, mpaka kwenye vijiji ametekeleza miradi mingi sana. Tunampongeza sana kwa kazi nzuri ambayo ameifanya. Lakini la tatu, amekuwa kinara wa kutafuta vyanzo vya fedha ambazo zimesaidia sana katika kutekeleza hii miradi mingi hii ambayo imefanyika kwyo, tunampongeza sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapompongeza Mheshimiwa Rais, maana yake tunawapongeza na wasaidizi wake wote, hao ndio wamefanya kazi na mafanikio haya. Bila wao kufanya kazi vizuri mafanikio haya yasinge kuwepo. Tunazipongeza taasisi zote zilizoko chini ya ofisi ya rais kwa kazi nzuri ambayo zimekuwa zikifanya. Hongereni sana kwa kazi nzuri sana. Lakini pia nampongeza sana Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa Simba Chawene, mnyenyekevu mwadirifu mtu mwenye hekima, unafanya kazi nzuri sana na unajituma vizuri sana lakini, kama hiyo yu haitoshi, yuko naibu wako, naibu waziri mheshimiwa Sangu anafanya kazi nzuri sana na nina imani kwa kazi anavyofanya hivi na mnazofanya pamoja, basi wananchi wa kwenye maeneo yenu watawarudisha tena awamu nyingine, mwendelee kuongoza na mwendelee kukalia hivi vitu kwa wabunge. Mheshimiwa mwenyekiti, Kazi kubwa, kazi kubwa za utumishi wa umma na utawala bora zimeshaelezwa, lakini mimi nataka niseme kazi kubwa ambayo wamefanya ni kuhakikisha kuwa utumishi wa umma unafanya kazi, unatekeleza majukumu yao kwa weledi, kwa maarifa na kwa uadilifu mkubwa. Hiyo kazi mmeitekeleza vizuri sana kwa kweli, mmeitekeleza na kuhakikisha kwamba wakati wa kutekeleza haya majukumu sheria, kanuni, taratibu na miongozo inazingatiwa ipasavyo. Kwa kweli, hili tunawapongezeni sana. Lakini jambo la pili ambalo mmelifanya vizuri ni kusimamia utendaji kazi wa watumishi wa umma pamoja na maslahi yao. Tulikuwa na changamoto ya maslahi ya watumishi wa umma kwa kipindi, kwa kipindi kadhaa hapo, lakini sasa hivi kwa kiwango kikubwa mmeshughulikia sana maslahi ya watumishi wa umma japo haijafikia kiwango tunachotamani kufika, lakini mmejitahidi sana kwa uwezo wa nchi yetu tulipofika wa uma. Kwa hiyo watumishi wa umma kwa kweli, mmezingatia sana kupandisha mishahara, mmezingatia sana madaraja na maeneo mengine, na bado tunahitaji zaidi kujiongeza kufanya zaidi, ili watumishi wa umma wawe na afya njema, waweze kufanya kazi kwa weredi vizuri zaidi. Lakini jambo la tatu ni kusimamia utoaji wa vibali vya ajira lakini pia kusimamia ajira mbalimbali mbali. Na hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijikite kidogo kwenye eneo hili. Kazi ya kutoa vibali ni kazi nzuri sana, ili tujue saizi ya utumishi wa umma, hiyo ni kitu kizuri sana lakini kuhakikisha kwamba tunapata watu wanaostahili kuajiriwa katika nafasi mbalimbali mbali, hiyo ni kazi nyingine. Sasa kazi hii baada ya kupata uzoefu ndio maana tulianzisha sekretarieti ya ajira serikalini. Hii sekretarieti imefanya kazi nzuri, lakini hapa mwishoni kumeanza kuwa na kutetereka, na tunaona kabisa sasa baadhi baadhi ya maeneo sasa hawatumii sekretarieti ya ajira. Mimi nadhani tunakotaka kwenda sasa, tunataka turudi tulikokataa na tulikotoka. Kwayo ni vizuri sekretarieti ya ajira tukaiwezesha kwa rasilimali kwa vitendea kazi kwa uwezo ili endelee, kwa, kwa ajili endelee kutoa ajira kwa watu mbalimbali. Na hili ni muhimu. Sasa hivi changamoto iliyokuwa kubwa, mheshimiwa mwenyekiti, baadhi ya vijana wanaitwa kwenye interview, wanatoka Mbozi, wanatoka Vwawa, wanatoka Songea, wanatoka Kagera kuja kufanya interview hapa Dodoma. Hii hapana, hii hatukubaliani nayo. Kinachotakiwa mheshimiwa mwenyekiti ni kwamba hii sekretariat ya ajira iweke utaratibu, hawa vijana waitwe kwenye interview wafanye kwenye mikoa yao kule waliko. Wekeni utaratibu, na hilo linawezekana sasa hivi kwa dunia ilipofika kwa sayansi na teknolojia. Hatuhitaji vijana wasafiri umbali mrefu kutoka huko waje huku kwa ajili ya kuja kufanya interview, alafu asifanikiwe. Kwa hiyo wafanye kwenye mikoa ile kila mahali wekeni utaratibu mzuri, sekretarieti iwezesheni, wafanye kazi nzuri, na imani kabisa matatizo yatapungua na tutaondoa hizi changamoto ambazo tunazipata sasa hivi. Kwa hiyo sekretarieti ya ajira ni muhimu sana tukaifanyia mabadiliko, tukaiongezea uwezo ili iweze kutekeleza hayo majukumu. Mheshimiwa Mwenyekiti, miaka ya nyuma nakumbuka, miaka ya nyuma wizara ya management ya utumishi wa umma na utawala bora tulitekeleza mabadiliko makubwa kwenye utumishi wa umma, public service reform program, na tulikuwa na mabadiliko mengi. Kulikuwa na local government reform program, public service reform program, legal, legal, eh, legal reform program na maeneo mengine. Kulikuwa na mabadiliko mengi ambayo tuliyafanya, lakini mimi nataka nijikite kwenye eneo moja kwamba baada ya zile reforms kutekelezwa tumetekeleza tumefika. Je, tumewahi kufanya tathmini tukaangalia success stories za ile reforms na wapi tumekwama, ili tuweze kuboresha tuweze kufanya vizuri zaidi. Hili kwa kweli naona kama bado hatujalifanyia kazi, tunahitaji kulifanyia utafiti mafanikio ya public service reform program tunahitaji kufanya utafiti tuangalie local government reform program kama imekidhi yale mahitaji tuliyokuwa nayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, moja ya mambo tuliyokuwa tunatarajia kwenye reform program ilikuwa ni kuwa na mikataba ya kazi, sio mikataba ya ajira, mikataba ya kazi, yaani oplus. Kulikuwepo na oplus, ambapo tuliamini mfanyakazi anapofanya kazi awe na malengo ya kazi na mwisho wa mwaka tumpime kwa malengo yake. Akiwa amefanya vizuri, maana akapandishwa cheo hata mara mbili hata mara tatu, kwa sababu anakuwa amefikia malengo, lakini hilo limekufa. Sasa hivi tunazungumzia watu kupandishwa hata bila kujali kwamba amechangia vipi katika uzalishaji, amefanya vipi katika utendaji wake wa kazi. Kwa hiyo, hili mimi nadhani kuna haja ya kuliangalia vizuri ili tuhakikishe watumishi wa umma wanapanda kwa vigezo vya utendaji kazi. Kwa hiyo Oplus, ambayo mnayo sasa hivi hii ya mfumo, sijui kama mnaisimamia na kuhakikisha kwamba mmeilink na performance pamoja na pay ili kusudi waweze kupata maslahi vizuri, sijui. Lakini mimi naamini kwamba ile oplus ni kitu muhimu sana na itatusaidia sanjari. Na hilo kwenye Oplus, mheshimiwa mwenyekiti, tuna mashirika ya umma mengi, tuna taasisi za umma nyingi, tuna idara zinazozitegemea tuna wakala. Lengo la mabadiliko ya wakala ilikuwa ni kwamba zile zilikuwa ni idara za serikali, baadaye zikue zianze kujitegemea ziwe mamlaka zinazojitegemea. Lakini hadi tumeanzisha mpaka leo, sijui kama umeshafanya tathmini kuangalia ni wakara zipi zimefanya vizuri, sasa zihame kutoka kuwa wakara ziende kuwa mamlaka zinazojitegemea na zipunguze kutegemea mapato au mishahara kutoka serikalini. Hizi wakara zinatakiwa zijitegemee zizalishe hiyo ndio itatusaidia. Na mheshimiwa mwenyekiti, sasa hivi kumekuwa na wimbi kubwa, taasisi nyingi za umma taasisi nyingi za umma nyingi zinakimbilia, wanaingiza mishahara, wanaenda kwenye utumishi wa umma, wote wanataka mishahara. Tutafika mahali tutashindwa kulipa mishahara kwa watumishi wa umma. Mashirika yenye uwezo wa kuzalisha kibiashara, tuyaache yazalishe kibiashara yalipe wafanyakazi wao, na faida wachangie kwenye mfuko mkuu wa serikali. Hapo ndio tutapata mapato, lakini sio watu wameshindwa kuperform mnawarudisha kwenye serikali kuu wanaanza kupata mishahara. Hapana, wazalishe kwanza, wakishazalisha ziada walete kwenye mfuko mkuu wa serikali, itatusaidia sana. Kwa hiyo mkiliangalia hiyo, swala la wakala, swala la mashirika ya umma yale yanayoweza kujiendesha kibiashara, jiendesha kibiashara, tutapunguza hizi hasara na mwisho, msaini mikataba ya utendaji kati ya taasisi na taasisi. Taasisi ikishindwa kufikia yale malengo, hatua za kinidhamu zichukuliwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, huo ndio utawala bora, huo ndio uwajibikaji. Uwajibikaji ni muhimu. Hatuwezi kuendelea kwamba eti watu wamefanya kazi, mambo hayajaenda tuache. Hapana, lazima tuchukue hatua. Hapo ndio tutaweza kufanya vizuri. Lakini la mwisho ambayo nataka kulipendekeza, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni mafunzo, mafunzo kwa watumishi wa umma. Nchi yoyote duniani inategemea utumishi wa umma. Utumishi wa umma inatakiwa iwe na weredi, iwe na maarifa, iwe na uwezo wa kufanya kazi. Mtumishi wa umma anachofundishwa chuoni ni tofauti na kinachokuwepo kule kazini ndio maana lazima anapoingia kwenye public service afundishwe maadili ya utumishi wa umma, afundishwe namna ya kufanya kazi za utumishi wa umma, afundishwe namna na mienendo, namna ya kuvana, kila kitu kinachotakiwa kufanyika ndani ya utumishi wa umma. Nchi zilizofanikiwa ukiangalia, nchi kama Singapore mtumishi wa umma anaenda kwenye mafunzo masaa mia moja na mbili kwa mwaka nchi kama India anaenda mafunzo karibu masaa mia mbili kwa mwaka. Nchi kama China wana utaratibu huo. Nchi nyingi zilizoendelea watumishi wa umma lazima waende kulicharge brain, waende kusoma waongeze ujuzi na maarifa, ndipo kunakuwa na mabadiliko makubwa ya utendaji kazi katika utumishi wa umma. Sisi hapa, watu wengi wamebakizwa, hawafanyi hiyo kazi. Chuo cha utumishi wa umma, chuo cha uongozi kilitakiwa kipewe hiyo kazi, kilipewa hiyo kazi, lakini kimsingi bado hiyo kazi hawajaifanya inavyotakiwa. Tukifanya hivyo, watumishi wa umma watakuwa na weledi, watawajibika, watakuwa na maadili, wataweza kuchangia na kufanya kazi na, ustahili, na hapo ndipo tutaweza kufikia malengo tunayotakiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi, naunga mkono hoja, bajeti hizi zipite, rais akafanye kazi vizuri, taasisi zake ziendelee kuchapa kazi, mawaziri mkachape kazi. Mungu abariki, asanteni sana. Asante sana, asante sana Mheshimiwa Hasunga.